Ay n na, nina mshukuru kwa hiyo neema ni ya kipekee. Lakini nimefurahi sana kuwaona watu ambao ninawafahamu, tumeshinda Dar es Salaam, nilimwona dada yangu Mary naona ametoka. E, tumeshinda sana Dar es Salaam, sasa amekuja kisiwani huku. Lakini hata timu iliyokuja nayo, ukiona mna mzigo, basi kuna maeneo Bwana anataka kugusa. E, tukarudi ukaongea na, e, tuka na kiongozi wako, basi ukarudi kwa ajili ya kazi. Pokeni salamu nyingi kutoka kwa mtunzaji STM, amesema uwasalimie jana, tuombea sana, sana, na ninombea Mafia huko wabariki sana, na sasa hivi natamani tuingie kwenye somo letu na nilete salamu pia kutoka kwa mugenzi wetu kui aifa mtuaji mou mita pamoja na kamati yote lakini, pia nilete salamu kwenye kamati yangu ya jimbo ni mabatano na makao lakini tunaekachika wanaitwa pesa tukuhinda na tunakazili anaitwa Eliudi. Tunaanza kwenye kikao ambacho kinaendelea leo. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nina somo ambalo ndilo kiini cha kutuleta Mafia. Unaweza ukaandika ujumbe tutakaotembea nao siku zote mbili, ni moyo wa ibada. Tuna somo linalosema moyo wa ibada. Moyo wa ibada. Tunatembea na somo linalosema moyo wa ibada, na tunapozungumza ibada, tunazungumza msingi wa Biblia. Tunapozungumza ibada, tunazungumza msingi wa maisha ya mtu ambaye amemwamini Mungu, tunazungumza msingi wa maisha ya mtu ambaye ameamua kwenda mbinguni. Msingi wa mtu huyu ni ibada. Kwa hiyo ibada ni msingi wa maisha yetu wa Kristo, ambao tumeamua kuacha kila tulichokiacha na kutaka kwenda kumwona Bwana wetu Yesu Kristo, kwenda katika mji ambao Mungu ametuandalia na siku moja Kristo atakuja kulichukua kanisa lake. neno letu Somo letu moyo wa ibada, na tutakuwa na sehemu ambazo tutazipitia sana. Tutamuangalia moyo kwa kina, lakini tutaiangalia ibada kwa kina sana, na tutakuwa na maandiko. Nitaomba mtu mmoja ambaye anaweza kanisaidia kusoma vizuri, atakuwa ananisomea maandiko ili kuokoa muda. Nitaomba mtu mmoja anaweza kutusomea maandiko neno. Somo letu ni moyo wa ibada, moyo wa ibada, nimesema msingi wa Biblia ibada ya msingi wa maisha yetu. Unaweza ukanisomea ile Yohana nne, tumishi alianza jana, kuna maeneo yamepita lakini Roho Mtakatifu ana kitu kipya kila itwapo leo. Roho Mtakatifu ana kitu kipya kila itwapo leo. Ninaomba utanisomea e, ile Yohana sura ya nne. Nitatamani tuyasome maandiko marefu pale, tutaanzia mstari wa tano mpaka ishirini na sita. Someni kwa, kwa utaratibu kabisa ili tuweze kuyaelewa maandiko Yohana 4 e sura ya mstari wa tano mpaka ishirini na sita. Tunaweza kusoma tafadhali. Imeandikwa basi akafika kunako mji wa Samaria uitwa Sikari karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanae. hapo hmm. palikuwa na kisima cha Yakobo basi Yesu kwa sababu amechoka kwa sababu safari yake hmm. akaketi vivi hivi kisimani nayo ilikuwa yapata saa tisa. Akaja mwanamke Msamaria mm, kumradi saa sita mm, akaja mwanamke Msamaria kuketi kuteka maji. Yesu akamwambia, Yesu akamwambia <coughs> nipe maji, maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nani ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akwambia nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe u mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika yakibubujikia uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamuite mumeo naye hapa yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akasema. Yesu akamwambia, umesema vema sina mume, kwa maana umekuwa na waume watano, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu nani usema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kwa kutia. Yesu akamwambia mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msicho kijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli mm. kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu mm. Mungu ni roho nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Kutasokeshea tu hapo, lakini pia nisaidie kufungua Isaya ishirini na tisa kumi na tatu Mwingine afungua Isaya, e Mathayo kumi na tano Ule mstari wa tisa, watu wengi wanaweza kufungua kwa haraka, nataka niweke msingo haya maandiko na kwenye ufafanuzi tu. Tumeshapata Isaya ishirini na tisa kumi na tatu na mwingine atanisaidia Mathayo kumi na tano. Mathayo kumi na mm. tano, tafadhali. Isaya hamsini, ishirini na tisa mstari wa Isaya msini na ishirini na tisa kumi na tatu tisa tatu, imeandikwa mm, Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa kunikaribia na kuniheshimu mm, kwa vinywa vyao mm -hmm, bali mioyo yao wamefarakana nami. Okay. na mstari, mstari hata zuka ishi. ya mwingine anifungia kumi na tano mstari wa saba mpaka ule wa tisa, Mathayo kumi na tano saba na mstari wa tisa Mstari wa saba mpaka wa tisa Enyi wanafiki, Isaya atatupa neema au vitano na ninamwamini sana Roho Mtakatifu, kuna mahali akifika anatamani, hapo ndipo tuchote vingi. Kwa hivyo ninasema kwa neema, Roho Mtakatifu, tuna maeneo kama manne tutajifunza, au matano tutajifunza kwa habari ya moyo. Eneo la kwanza a maeneo hayo manne au matano, lakini tutajifunza kwa habari ya ibada. Tutaangalia ibada na kuchambua ibada ni nini, lakini tutakuja kwenye kipengele cha kusifu pekee yake. Kipengele cha nne kitakuwa ni kuabudu, lakini kipengele cha tano kitakuja kwenye sifa za kiongozi wa ibada au kwa kiongozi wa ibada. Kama Mungu atatupa neema, tutakuwa tunaangalia pia mhudumu wa ibada madhabahuni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini natamani sasa tuangalie kipengele cha kwanza. Maandiko tuliyosoma hapa haya ya Yesu tunayafahamu, lakini ya Isaya ni maandiko tunayoyafahamu, lakini hata haya ya Mungu ya Mathayo ni maandiko ambayo tunayafahamu. Na ninapokwenda kuanza somo hili, ninatamani sana tuangalie moyo. Moyo ni kitu gani? Moyo ni nini? Tunaona hapa Yesu anakemea, anasema enyi wanafiki, katika iiayo tuliyosoma ndio maana Israeli tabiri ya kwamba nyie mnaniabudu bure kwa midomo yenu, lakini mioyo yenu iko mbali na mimi. Sasa tunataka tukaangalie hichi kitu kinachoitwa moyo ni kitu cha namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eneo, jambo la kwanza, moyo ni sehemu ya ndani. Nazungumza kwa habari ya moyo, tutakuwa na muda kwa kuchambua moyo, lakini tutaingia kwenye kipindi cha kwenye eneo la ibada. Moyo ni sehemu ya ndani ambayo hisia zetu na matamanio yetu huwa vinakaa. Moyo ni eneo la ndani sana ambalo hisia zako hisia zangu matamanio yako matamanio yangu maamuzi yako maamuzi yangu, hapo ndipo yanapotulia hapo ndipo yanapokaa. Na hiyo sehemu ni sehemu ambayo hauna mtu anayeweza kupaona hapo ndani Wene ndio anayechua kilichoko pale na Mungu ndio anayeaga kilichoko hapo. Wakati mwingine na shetani anapachungulia hapo kwenye moyo. Ni sehemu ya ndani, ni eneo ambalo latina cha ndani, ambapo maamuzi matakwa yetu, hapo ndipo yanapokaa. Hisia zetu hapo ndipo zinapokaa. Moyo ni sehemu ya ndani sana, ni sehemu ya ndani. Nikisema hapa sasa hivi nifanye rokoo niulize hivi Joni, huyo ndugu yako hapo nyuma anawaza nini? Sio rahisi kujua. Nikisema John mwangalizi pale anawaza nini? Sio rahisi kujua, kwa sababu ni sehemu ya ndani sana, ni sehemu ya kina cha ndani, na hapo ndipo maamuzi ya mtu, hapo ndipo matakwa, hapo ndipo utashi unapotulia kwenye moyo. Ndio maana Yesu anasema neno gumu, anyone that Yani wao watu wanajiuliza ni chapati, kalimati, sambusa, kwa sababu kimefunikwa funiko hakionekani kilichoko ndani. Kwa kila mtu, kila mtu anafanya hivi ni nini? Ndio kama dada nchanga au dada nchele au leo tuna <coughs> sambusa huko kwa sababu kimefunikwa hakionekani. Kila funiko lakini kuna kingine kilikuwa wazi, kilikuwa wow, mandazi. Lakini kitu kwa kinafunikwa hapo ukiona. Mama alipokuja kutumishi wa ile ile sio masoto, alipokuja kwa karibuni, alipofunua tu kile chombo, basi nimeruka maana nitakula nacho kipenda, nikasema asante Yesu, leo mama katuletea hobo la Mafia, nikacheza nikafurahi, nimepiga kihogo ya kutosha baada ya kichombo kufunuliwa. Kilipofunikwa hapo ukiona palikuwa pametulia kitu pale kizuri, moyo nikifuata nani ayahudi aen akole watu kwamba niye mnaniamudu sawa, mnaimba sawa, mnacheza sawa, eome napigwa sawa. Lakini mioyo yenu haiko hapa kanisani, haipo. Kwa sababu ni kitu chana, lakini atukuze Yesu aliyekuja kutupa fundisho, lakini kutoka kwenye kilindi cha moyo wako, hapa unakuja kukamilisha. Hapa ni finishing, lakini ibada unayo ni maisha. Na haya ukija hapa unakuja kukamilisha ule mwili wa Kristo kwa sababu ni viungo, huyu kapewa hiki, huyu kapewa. Tukija hapa tunakamilisha. Ndio maana haubiri kama ni mwimbaji, kutakuwa na mhubiri, kutakuwa na mwimbaji kwa sababu tunakuja kukamilisha, lakini ibada tunaianzia tunapotoka. Ibada ni maisha yapendwa. Yesu anawaambia nyie, mnaniabudu ni sawa, lakini mioyo yenu e, iko mbali nao. Kwa hiyo nataka kuelewa kwamba moyo ni kitu cha ndani sa. sana cha ndani sana, ambacho hapo ndipo kwenye maamuzi 119 mstari wa 11. Moyo ni kama kifaa kabisa kinachoamua, ni kifaa kinachoamua hata saburi ya 119 mstari wa 11. Ni mfano wa gari. Gari ili iende lazima pawe na kitu kinachiliagulia. Unapoingiza switch, unapostart ile gari, ili inapozunguka ndio inaruhusu vitu vingine iweze kuendelea kufanya kazi kwenye ile gari. Gari iko imezima, wakati mwingine huwezi kupata hata breki. Hebu someo Zaburi ya 119, 111. Ni kifaa cha maamuzi, ni kibebeo cha neno, ni kifaa cha maamuzi. Zaburi 119 mstari wa 111, Zaburi 119 mstari wa kumi mpaka wa kumi na moja. Kwa moyo wangu wote mm, nimekutafuta kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotelee mbali na maagizo yako. Sawa. Moyoni mwangu mm, nimeliweka neno lako eh, nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Asante sana, nimeliweka neno lako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Moyo, wapendwa, ndiyo unaobeba umesoma Biblia juzi na jana tu, kweli. Mwambia umesoma mstari ngapi? Mtu wa Mungu naenda miguli, anakwambia eh? Amesoma mingi, aipijen makofi wa awaa sana. Hatuwezi kutoboa kama hakuna neno la kuliweka ndani ya mioyo yetu. Na nimwambia mtu wa Mungu masengeno udaku, maana atazungumza nini? Atazungumza nini? Na kuna watu wamekosa neno, wamekuwa ni tatizo kanisani, walikuwa ni tatizo. Wakati mwengine ni kusuluhisha kila wakati. Mwana praise naona mwana kwaya si kitu, mwana praise mwana naona mpigeni si kitu. Yani, wakati mwingine kumekuwa na matengano makubwa ni kwa sababu gani? Neno halipo. Wanasema wana amani nyingi wasikao sheria ya Bwana, wala hakuna nakuwakwaza. Wewe sio Yesu tena, hata Yesu alikwazwa. Kama Yesu alikwazwa, wewe ni nani usikwaze? Anaweza kukwaza jirani yako, mpiga gita anaweza kukwaza jirani yako kwa praise, lakini Yesu aliyashinda. Ndio maana anasema tunazidi, tunapitia Sasa kiti moto, i kiti moto. Sasa ile kiti moto, sasa hiyo kifaidi vizuri kuwa kinatengenezwa kinachoma, kama ka nayepeda, labda mke wake mzuri, au hata mwanamke amependa kusurprise mumewe, anaenda mahaya, akatafuta kilo moja kakiti moto kanafunga na fuli vizuri sasa takakata paka kutoka jioni kanampelekea mpenzi wake dali wake my sweet heart wake my barafu wake, anampelekea anambe, mume wangu, ndio kusurprise kibebeo cha kitu kizuri. Mume wake anafungua pale, ana tena, baba yangu Mosha ndio mshaga tena usisemwe. <laughs> Yaani, yaani ana akiona mtu fasi kuni. Ndama kuni. Ndama kuni. Ndama kuni. Kinafungua kifungu kile unakutana na

neno kwenye mioyo tunalo. Tukienda sokoni, tuna neno, tukienda tuna neno, tukienda kazini, tuna neno, tukienda popote, tumefungasa kifuna kiazio hapa, ndipo wanapokaa kila kitu.